Alafu ukipiga hesabu siku hata mvua inyesha unajua. Eh, yani alafu ingia mdogo wangu. Eh. Akafuta kama juzi. Niokota pale hela ya mtu unajua. Mm. Na mdogo wangu ndio hivyo yani. Mm. Atari sana. Hivi, eh, habari za nyumbani? Salama tu. Eh, eti. Mama, jambo eti. Ndio nataka niende zangu kufuta maji hapa Eh, nifate maji bana, hapa nifate maji kidogo hapa nje nioge bana. Hivi yule dada yupo? Yupo. Ah, safi. Akusalimia. Shida mdogo wangu nachukuru bana. Eh, poa poa.